Kutokana na nukuu iliyotolewa hapo juu kwa kina, inaonyesha kwamba mshtakiwa alitoa maelezo ya kina juu ya matukio yaliyotokea kuanzia tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2019 hadi tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2019 alipokiri kumuua mke wake. Ninaathibitisha hivyo kwa kuwa ungamo hilo ni la kina na linaeleza mfululizo wa matukio kwa usahihi kuanzia maelezo binafsi ya mshtakiwa hadi namna mauaji yalivyotekelezwa maelezo hayo ni ya kina kiasi kwamba yanaanzia kwenye historia yake ya kifamilia hadi wakati alipotekeleza mauaji hayo, hali ambayo mtu mwingine yeyote asingejua isipokuwa mtenda kosa mwenyewe. Hakika maelezo haya yana ukweli mtupu na yanaaminika. Ni dhana ya msingi ya kisheria kwamba shahidi bora katika kesi yoyote ya jinai ni mshtakiwa mwenyewe anapokiri kwa hiari yake kosa alilolitenda. Rejea kesi ya Mohamed Haruna Mutupeni dhidi ya Jamhuri rufaa ya jinai namba 259 ya mwaka 2007 TCA 141 na, na po Maduka na wenzake wanne dhidi ya Jamhuri, rufaa ya jinai namba 110 ya mwaka 2007 CAT haijaripotiwa. Aidha, maelezo ya onyo ya mshtakiwa yanathibitishwa na ushahidi wa PW12 Hadija Said Mreya, mtaalam wa maabara na mkemia mkuu wa serikali aliyebainisha kuwa mabaki ya mifupa yaliteketezwa kabisa na kuwa majivu na makaa kiasi kwamba haikuwezekana kufanya uchunguzi wa DNA wa kulinganisha. Ushahidi huo pia unathibitishwa na mashahidi PW5, PW8, PW10, PW13 na PW14 waliokuwepo shambani Malogoro na kushuhudia mabaki ya marehemu yakiwemo mifupa udongo wenye mafuta ya mwili wa binadamu, majivu na meno. Zaidi ya hayo, ushahidi huo pia unathibitishwa na PW4 alidai kuwa mshtakiwa alimwagiza achimbe shimo katika banda la kuku, alete mkaa na kuwasha nje ya lango. Baada ya siku chache, alikuta vipande vya nguo vikiwa bado vimesalia eneo hilo. Zaidi ya hayo, maelezo onyu ya onyo yanathibitishwa na ushahidi wa PW10, afisa wa polisi kutoka RCO Dar es Salaam aliyeshuhudia kuwa tarehe 16 mwezi wa saba mwaka 2019, mshtakiwa aliwaongoza hadi chumbani alipokuwa amelala marehemu ambapo waligundua madoa ya damu pembezoni mwa kitanda, damu ambayo ilithibitishwa na PW12 kwani damu ya binadamu wa jinsia ya kike. Vilevile, ungamo hilo linathibitishwa na ushahidi wa PW9 askari H5229 Sergeant Mtakula alifanya uchunguzi wa simu za mkononi na laini za simu na kubaini kuwa mshtakiwa ndiye aliyekuwa akituma ujumbe mfupi wa maandishi akitumia laini ya marehemu akijifanya ni marehemu mwenyewe akisema kuwa ameondoka nchini na hivyo mshtakiwa awe mhusika wa kumlea binti huyo. Sehemu nyingine ya ungamo la mshtakiwa ni kukiri kwake kwa mdomo, kulingana na ushahidi wa PW4 mpa wa mshtakiwa, tarehe 15 mwezi wa saba mwaka 2019 akiwa nyumbani kwa mshtakiwa, mshtakiwa alikiri mbele yake na mbele mwenye ya mwenyekiti wa mtaa kiongozi wa serikali ya mtaa na askari polisi kwamba alimua marehemu na kumteketeza kwa moto kwa kutumia magunia mawili ya mkaa. Baada ya moto huo kumalizika, alikusanya majivu na kuyapeleka shambani kwake Malogoro, ambako alitumia majivu hayo kupanda mgomba. Ni kanuni thabiti ya kisheria kwamba ungamo linalothibitika kuwa la kweli linaweza kuthibitisha ungamo lingine dhidi ya mtendakosa. Rejea kesi ya Mboje Mawe na wenzake watatu dhidi ya Jamhuri, rufaa ya jinai 86 ya mwaka 2010, CAT hajaripotiwa. Kwa kuzingatia hilo, maelezo ya onyo ya mshtakiwa yaliyo katika kielelezo cha PE1 yanathibitishwa na ungamo lake la mdomo aliyotoa mbele ya PW4. Vilevile, ungamo jingine la mshtakiwa linatokana na maelezo ya nje ya mahakama aliyoyatoa mbele ya hakimu wa amani, PW6 katika kielelezo cha PE2. Kielelezo hicho kilikubaliwa mahakamani licha ya pingamizi kwamba hakikubainisha tarehe ya kukamatwa kwa mtuhumiwa, mahali alipolala kabla ya kuletwa mahakamani na eneo alilokamatwa. Hakuna shaka kwamba uandikaji wa maelezo ya nje ya mahakama unasimamiwa na maelezo ya Jaji Mkuu, ambayo yanajumuisha vipengele muhimu vinavyopaswa kuzingatiwa kabla ya kurekodi maelezo hayo vipengele hivyo ni pamoja na moja, muda na mahali pa kukamatwa; mbili, mahali alipolala mtuhumiwa kabla ya kupelekwa kwa hakimu wa amani; tatu, kama alifahamishwa kuwa maelezo hayo yanaweza kutumika kama ushahidi mahakamani; na nne, kama alikuwa tayari kutoa maelezo kwa hiari yake mwenyewe. Umuhimu wa kufata maelezo hayo umeelezwa katika kesi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kesi ya Petro Teofa dhidi ya Jamhuri rufaa ya jinai 58 ya mwaka 2012 na Jafet Thadei Msigwa dhidi ya Jamhuri rufaa ya jinai 36 ya mwaka 2008. Baada ya kuchunguza kielelezo cha P mbili ilibainika kuwa PW sita aliyerekodi maelezo hayo alifata maelezo ya Jaji Mkuu ipasavyo. Maelezo hayo yanaonyesha kuwa mshtakiwa alilala katika kituo cha polisi cha wakati alipokiri kumuua mke wake kuhusu tarehe ya kukamatwa, taarifa hiyo pia inaonyesha kuwa alikamatwa tarehe 15 mwezi wa saba mwaka 2019. Kwa hiyo pingamizi lililotolewa kwa upande wa utetezi alikuwa na mashiko na lilitupiliwa mbali. Baada ya kubaini hayo nilichunguza pia kielelezo P2 ambapo mshtakiwa alisimulia kwa kina jinsi alivyomuua marehemu na kuchoma mwili wake, kabla ya kuripoti kwa polisi akijifanya kwa mke wake ametoweka. Simulizi iliyomo kwenye kielelezo cha pe mbili inafanana na ile iliyomo katika kielelezo cha pe moja ambacho ni maelezo ya onyo ya mshtakiwa. Kwa hivyo kielelezo pe mbili pia kinathibitisha ushahidi uliopo kwenye kielelezo pe moja pamoja na ungamo lake la mdomo. Katika utetezi wake, dw moja mshtakiwa alikana kuhusika katika mauaji ya marehemu Naomi Orest Marijani na kudai kuwa alirekodi maelezo katika vielelezo PE1 na PE2 lakini alidanganya ndani ya maelezo hayo ili kuepuka mateso kutoka kwa polisi. Alidai kwamba aliwahi kununua shamba lenye makaburi huko Mwongozo, ambako alihamishia mabaki ya mifupa hadi shamba lake lililopo Marogoro, akachoma mifupa hiyo pamoja na mifupa mingine ya wanyama, kisha akatumia majivu hayo kupanda mgomba. Alidai kuwa ili kuepuka mateso aliongoza polisi hadi shamba la Morogoro na, na kuwadanganya kuwa majivu hayo yalikuwa mabaki ya mwili wa mke wake. Alidai kuwa mke wake alitoweka baada ya ugomvi wao wa tarehe 15 mwezi wa tano mwaka 2019 uliotokana na migogoro ya ndoa yao. Alipoulizwa na upande wa mashtaka kama alirekodi maelezo hayo, alikiri, lakini alisisitiza kuwa hakulazimishwa kuyatoa, ingawa alidai kuwa alidanganya. Pia alifichua maelezo mbalimbali kuhusu historia yake kama yalivyorekodiwa katika maelezo hayo. Kinachoweza kubainika kutoka kwa utetezi wa mshtakiwa ni kwamba anajaribu kukanusha ungamo lake kwa madai kuwa alilitoa kwa shinikizo. Hata hivyo, msimamo wa kisheria ni kwamba ikiwa mshtakiwa anapinga kupokelewa kwa maelezo yake ya ungamo, basi anapaswa kufanya hivyo kabla ya maelezo hayo kukubaliwa mahakamani na si wakati wa kuhojiwa au kusikilizwa kwa utetezi wake. Kutokana na msimamo huo, maelezo ya ungamo yanachukuliwa kuwa yalitolewa kwa hiari pale upande wa utetezi unapowasilisha pingamizi rasmi kwamba hayakutolewa kwa hiari au hayakutolewa kabisa. Rejea kesi ya Toa Ali na wenzake watano dhidi ya Jamhuri, ya rufaa ya jinai namba 78 ya mwaka na 2004, po maduka na wenzake wanne dhidi ya Jamhuri, rufaa ya jinai namba 110 na ya mwaka 2007, Suleimani Hassani dhidi ya Jamhuri rufaa namba 364 ya mwaka na 2008 na Nyerere Nyague dhidi ya Jamhuri rufaa ya jinai 67 ya mwaka 2010 zote CIT haijaripotiwa katika kesi hii kwa kuwa mshtakiwa hakupinga uhalali wa maelezo yake yaliyomo katika kielelezo PE moja kabla ya kupokelewa kwa mujibu wa mamlaka za kisheria zilizotangulia kutajwa. Naona kuna jaribio lake la kuyakana wakati wa utetezi wake, kwa madai kuwa alipata mateso, ni jambo la kushtukiza lisilokuwa na msingi. Uchambuzi huu wa kina unatumika pia kwa maelezo yake nje ya mahakama yaliyomo kwenye kielelezo cha PE mbili mbele ya PW6. Madai kwamba vielelezo PI 1 na PI 2 vina uongo pia hayana mashiko na ni jambo la kubuniwa baadaye. Ninaamini kwa vielelezo hivyo vina ukweli mtupu. Sababu ya msimamo huu ni wazi. Kwanza, maelezo haya ni ya kina, yanaeleza mfululizo wa matukio na jinsi kosa hilo lilivyotendeka, kuanzia historia ya familia, migogoro ya ndoa yao, mauaji ya mke wake, kuripotiwa kutoweka kwa mke wake na baadaye ungamo la mauaji. Pili, katika utetezi wake, wakati wa kuojiwa mshtakiwa anakiri maelezo kadhaa kutoka kwenye ungamo lake, kama vile ugomvi wa tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2019, mahusiano mabaya ya ndoa yao na baadhi ya wanafamilia wake. Tatu, katika kesi ya utetezi wake, anakiri kuwa mabaki yaliyopatikana kwenye shamba lake ni mabaki ya mwanadamu, lakini anashindwa kuthibitisha ni ya nani, kwa mujibu wa ripoti ya mtaalamu wa kemia, kielelezo P7. Mifupa na meno yaliyopatikana ni ya jinsia ya kike. Kuhusu huyo mwanamke ni nani, mshtakiwa mwenyewe kupitia ungamo lake la maelezo yake nje ya mahakama alikiri kuwa ni mke wake aliyefariki. Aidha, mshtakiwa alikiri kupatikana na simu za marehemu pamoja na kadi ya simu yake ambavyo vilikamatwa na PW11 a mkwaju Inspector Katabazi katika kituo cha polisi Temeke na kuwasilishwa mahakamani kama vielelezo pe w kutoka kitengo cha uhalifu wa mitandaoni alichunguza simu hizo pamoja na kadi za simu na kuandaa ripoti katika kielelezo PE5, ambacho kinaonyesha kuwa jioni ya tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2019 simu ya mshtakiwa ilitumiwa kuwasiliana katika eneo lile lile kwa kutumia namba mbili za simu.